Ipo habari ya tanzia ambayo imetufikia leo tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Si nyingine habari ni kutoka katika uh, jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo mwandishi nguli wa vitabu na fikra pevu wa Afrika huyu, ni Ngugi wa Thiong'o ambaye tumepata taarifa kwamba amefariki dunia. Ngugi wa Thiong'o ambaye ni mwandishi mkongwe wa vitabu lakini pia na fikra pevu kama nilivyokwambia, ameelezwa na Muhidini Isa Michuzi katika ukurasa wake wa Facebook kama ifuatavyo. Muhidin Isa Michuzi anasema kwamba Ngugi wa Thiong'o ambaye ni nguli wa, wa fikra, mwandishi wa mapinduzi, anamweleza kwamba mwandishi mashuhuri, msomi na mwanaharakati wa Kenya amefariki dunia y Jumatano Mei 28 mwaka 2025 akiwa na umri wa miaka 87 mjini Atlanta chini Marekani. Anaendelea kusema taarifa ya kifo chake imetolewa na binti yake Wanjiku wa Ngugi, aliyesema kwa uchungu, ameishi maisha kamili na amepigana vita njema. Ngugi alidhariwa. Ngugi alizaliwa kwa jina la James Ngugi mnamo Januari 5, 1938 katika kijiji cha Kamirith, Kenya. Alijitokeza kuwa mmoja wa vinara wa fasihi ya Afrika akitumia kalamu yake kupigania uhuru wa mawazo, haki za binadamu na hadhi ya lugha za Kiafrika. Kazi zake maarufu ni pamoja na Weep Not, Child. The river between a grain of wheat, petal of blood, na wizard of the crow ni baadhi ya maandiko yake yaliyofundisha vizazi vingi kuhusu madhara ya ukoloni, migongano ya jadi na mfumo wa Magharibi, na hata na haja ya kujinasua kiakiri kupitia lugha zetu za asili. Mwidini Michuzi anaendelea kwa kusema Ngugi aliandika si kwa lengo la sifa bali kwa ajili ya kuamsha dhamira ya Mwafrika. Kitabu chake Decolonizing Decolonizing the Mind ni nyaraka ya mapambano ya fikra iliyotafsiriwa na kufundishwa kote duniani, ikihoji kwa nini baada ya uhuru bado Waafrika ufikiri kwa lugha za kigeni ama za kikoloni. Katika shule nyingi za Tanzania hususani sekondari, kitabu chake chake kitwacho The River Between kilifundishwa kwa miongo mingi, kikiwa kioo cha historia ya ukoloni na mvutano wa kiutamaduni baina ya dini, mila na mabadiliko ya kijamii. Ngugi aliamishia maandiko yake katika lugha ya Kikuyu, Gikuyu, akiamini kuwa ukombozi wa mwafrika uanzia kwenye lugha yake mwenyewe Hatua hii ilimgharimu sana. Alikamatwa, kufungwa bila mashtaka mwaka 1977 na kuishia kuishi uhamishoni kwa miongo kadhaa. Leo Afrika na dunia kwa ujumla zinamlilia mtu aliyekuwa daraja la fikra huru, mshauri wa kizazi kilichodhamiria kuandika historia yake kwa kalamu yake. Ngugi ameondoka lakini sauti yake itabaki milele kwenye kurasa za vitabu vyake na kwenye mioyo ama nyoyo za watu wote waliowahi kutikiswa na ukali wa ukweli aliouandika. Lala salama, Ngugi wa Thiong'o, mbuyu wa fasihi na mshikamano wa Afrika. Ikumbukwe pia, katika moja ya simulizi ambazo wamewahi kuziandika Ngugi wa Thiong'o ni ile isemayo nitaoa nitakapotaka, akimaanisha kwamba utawala uliokuwepo na kuondoka, lakini ukaja utawala mwingine ambao waafrika walidhani kwamba utakuwa ni utawala mzuri, hasa katika nchi ya Kenya, lakini bado wakaona kwamba ni yale yale, ndipo akasema nitaoa nitakapotaka. Lakini wengi wanakumbuka simulizi hii Yali ambayo iliandikwa kwa Kiingereza kilichosema, I I will marry when I want nitaoa nitakapotaka, nita huyu ndiye Ngugi wa Thiong'o ambaye amefariki dunia, Afrika ikimlilia, Tanzania ikiwemo kati ya nchi za Afrika Mashariki. Kizungumkuti ni kwamba, je, atazikwa wapi? Atazikwa nchini Kenya ama huko Marekani alikokuwa anaishi, ama katika nchi nyingine yoyote labda ambayo aliacha uhusia wake kwamba Ataishi, atazaliwa, ama atazikwa huko. Baada ya kifo chake, tusubiri taarifa zaidi kutoka kwa familia yake. Ngugi wa Thiong'o, mahiri wa fasihi, mwamba wa Afrika kwa namna moja ama nyingine, katika fikra huru, ambaye alitaka Waafrika wawe na lugha zao ambazo ni za ukombozi. Hebu tazama, mtazamaji, fikiria kwa nini China mpaka sasa wanatumia lugha zao na mambo yanaenda. Karibu kwa mtazamo wako na maoni zaidi kuhusiana na Ngugi ama maisha ya Ngugi wa Thiong'o, mpaka sasa kifo kilipomchukua. Mlangu jina ni Gordoni Kalulunga Mwaipungu wa Nyikani TV Africa.